Uh, katika video hii naenda kukuonyesha jinsi gani unaweza ukafanikiwa kupata odds zako tatu nne. Uh, inategemea na mechi ama na mechi moja moja odds zake ziko vipi. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti tofauti, ila nitaenda kukuonyesha. Kwa hiyo kutakuwa na vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza nitakuonyesha uh, hii hapa mikeka ambayo imewini kulingana na hiyo uh, mbinu ambayo naenda kukuonyesha, lakini kipengele cha pili nitaenda kukuonyesha hiyo mbinu ama nitaenda kukuonyesha hiyo website Iko ni kipengele cha pili, na kipengele cha tatu nitaenda kukuonyesha jinsi gani ya kuzichukua hizo mechi, kuziweka katika kampuni yoyote ambayo unayobetia na kuweza kupata aa, pesa kupitia e, hizo mechi ambazo umeziweka. Sasa kipengele cha kwanza ni hichi hapa ambapo nakuonyesha hizi mechi ambazo mimi nimefanikiwa. Kuna huu hapa hapa odds 3 unaoona hapo, mwingine huu hapa odds 3. Eh, huu hapa odi tatu lakini uh, pia kuna mkeka mmoja uh, kuna eh, huu hapa huu, nakupa amasa na hii ni kuonyesha hapa sio website kwamba labda mtu ka share nikawa nime nimeingia. Hii sio website, hapo angalia huko juu hapo, hakuna website yoyote. So huu ni mkeka ambao nilipata mafanikio pia kwa sababu uh, nili angalia mechi na nika edit e, ndipo nikapata mafanikio hapo taba efu ni hapo muona, na efu arobaini na ikaga nawekaga pesa kama ilivyo beti power, kama hivi nikipataga e, mikeka na mbili, nasubiria pesa nyingi, lakini huu nilikesha out. Unaona, ukesho, na mechi ile iliosababisha ni nikesha Fenerbahce. Hii unaona hii hii ndio iliosababisha ni feli, na hii alitufaisha <laughs> sana siku ile. Kwa hiyo hivyo ili mradi upate ushahidi huu, ni mkeka mwingine na elfu tisa au tisini na nane themanini Okay, nimekuonyesha hivi limadi uone kabisa kwamba kumbe uh, mimi nafanikiwa sio kwamba natoa njia na nafanikiwa. Umeona, eh, nafanikiwa. Japokuwa inachukua siku mbili siku tatu nafanikiwa. Na hiyo yote kitu ninachokifanya unaweza kuona hizo odds nane, odds 4 au tano nilizipata kwenye hiyo website ambayo sasa hivi naenda kukuonyesha. Unaweza kuona kama ni surprise kwamba ni website ambayo utakuwa unaijua labda. Unaona hiyo website ya Vitibet. Hiyo tu Vitibet, yaani <laughs> unajua kuchambua uh, kuna namna nyingi sana za kuchambua. Unaweza kuona hiyo ni Vitibeti, hapa nimeandika Google. Jamani tafuta Google, angalia kwenye hiyo simu yako kuna sehemu imeandika Chrome, mimi natumiaga Chrome sana. Kwa hiyo aingia search Vitibeti, kama utaikuta hii football prediction today hii hapa, kwa hiyo unaigusa hiyo. Ukishaigusa hii sasa utaweza kuona hapa kuna maelekezo kibao, lakini pia hii ni website ambayo wenyewe wanatengeneza hela kwa sababu unavyopita unatembelea, kwa hiyo kuna matangazo yao ambayo wanayaweka kwa hiyo, utaangalia jinsi gani, utaangalia hizo mechi so, hapa kwa juu kuna ile tangazo, lakini chini eh, una hapa, hapa utaweza kuziona mechi. Sasa siku ya leo kuna hizi mechi ambazo ameziweka hapa. Ameweka mechi ya Fiorentina win, Gironia ameweka win, Panathinaikos ameweka win, ashinde Porto, wini, ashinde uh, mimi kitu nachokifanya, ninachokifanya hapa hapa, kuna siku naweza nikazichukua zote, lakini kuna siku ninaweza nikafanyeje, nikazipunguza. Lakini huyu jamaa huyu, ukizifuata nika, hizi sio kila siku utafeli. Ukifeli leo, kesho unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo anafanikiwa anafanikiwa baadhi ya siku fulani. Kwa hiyo hata ukiamua ufuate tu kila siku. Eh, pia nayo na inakuwa ni vizuri, nadhani nimekuelekeza hapo apo Litibet. Kwa hiyo mimi ninachokifanya kichwani, kwa mfano Fiorentina, lakini uziwezi unashikilia, mfano hapa sehemu ya Lyon hapa, hii ni palipesa, unaweka hapa Lyon, alafu una sachi. Muone lioni ni hii hapa na Salzburg. Kwa hiyo utampa muone, ukishampa poto, nakumbuka poto wameandika pale hapo, utampa ashinde poto. Ni hizo e, mechi mbili tu zina udisi mbili, utampa na, na jeglonia. Sasa jeglonia nitaenda kukopi. Eh, nitaingia katika hii website. Hili nitaenda kukopi Jegronia. Jegronia hii hapa, nitakopi Jegronia, nitarudi kule kwenye ile website, nitapaste. Kukopi na kupaste, ya kushikilia Jegronia naudi ndogo sana, nitampa na Jegronia. Nitarudi tena kule e, Panathnecos nitakopi Panathnecos mwingine. Nani wa kumkopi? Fiorentina ni wakopi ya. Kwa hiyo nitarudi kule, yaani ni hivi ndivyo ninavyofanya. Kwa hiyo nitaangalia mechi ambayo kwangu mimi naona hii mmm, kama mechi ya Fiorentina kwa kweli ameweka Fiorentina, lakini eh, mimi mwenyewe pia kuna namna naiona. Eh, Fiorentina hapa, iyo hapa. Eh, hii hapa. Kwa hiyo hapo utaweza kuona hizi mechi tayari ushapata. Mfano ukafonaona mimi nimempa hiyo na asilimia eh, fulani eh, ya kufanikiwa, naweza nikabadilisha tu mechi eh, ya siku. Tena unaweza ukatengeneza akaunti yake kwa unamfuata yeye kila siku, naweka kidogo kidogo kidogo kidogo kila siku. E, mwisho siku mtaji unakuwa ni yuko vizuri sana. E, yeah. lazima tumpe maua yake wenyewe wanaosema. Mm. Nadhani nimekuelekeza, unaona hizi Fiorentina kwa mimi hapa kwa sababu najua leo naweza nikampa Fiorentina, nikaweka Fiorentina over Panathinaikos. E, sawa tu ya kitu kama hicho au naweza nikaweka over Panathinaikos. E, na hapo tukizungumzia asilimia kubwa ambayo ina asilimia tisini ya kufanikiwa naziona ni kama hizi mbili hizi, japokuwa na Salzburg na inachangamka, hizi tatu hii Porto na special kwamba tu uh, mpira una uhakika, ya mpira una uhakika ile sipokuwa, unapata asilimia kubwa ya ushindi. Kwa hiyo wenye asilimia kubwa ya ushindi ni hii, hii, hii, eh, na shida ya Fiorentina na ndio maana nasema nisimwamini huko kwa sababu tunamjua Fiorentina uaga na kawaida ya kuruhusu magoli. Umeona? Na ndio shida Fiorentina anapewa godi ndogo sana. Afu ushasiku anazingua. Stake hizi mechi zote hizi. E, unamtoa Fiorentina, kutoa Fiorentina, na bakia kama hivyo. Ukastake. La, unaweza ukatoa mechi ya goa hiyo ukaweka Fiorentina over. Kwa hiyo ndio hivyo eh, una steki, unasubiria. Kwa hiyo utakuwa unamfuata kila siku, kama utaamua kumfuata, sawa, utakuwa unamfuata kila siku. Kwa hiyo mtu ambaye unahangaika na tipsi hii, ni website ambayo inakupa tipsi. Lakini kitu kingine nataka nikuambie, kwenye nyenyesho za betting waga, unapowafuata watu, kuna muda unapitiaga changamoto, yaani kuna muda unaweza kawini, baada ya muda fulani inakuwa awini awini awini awini awini awini kwa hili, inakuwa ni jambo la kawaida. Unaweza ukapumzika, unaweza ukaamua kuingia mwenyewe mzigoni kuchambua, ama unaweza kumsubilia kumpa muda, baada siku kadhaa ukamfuata tena. Ndio jinsi inavyokuwa eh, yani kuna muda tu mtu anapitia changamoto eh, kila anachoweka kinakuwa kina fail. Kwa hiyo unaweza ukaweka. Kwa nini anafanikiwa anafanikiwa anafanikiwa? Kwa sababu muda ambao umemkuta ni muda ambao labda yuko sawa, ana watu fulani, vipo katika akili yake nini ya mambo kama haya, kwa sababu ni binadamu kama eh, binadamu wengine. So wanachambua tipsi, wanaweka wanatuliza so kichwa, lakini huyu ni mkongwe ya kwa hiyo ndio hivyo. Kupata udisi 4 udisi 5 ni njia mzuri sana, hakikisha tu una ingia kutafuta vitibeti, lakini pia subscribe katika hiyo channel, gusa hapo alipoandika subscribe. Ukigusa hapo, ina maana unafuatilia hii channel. Nikiposti mafunzo ama mbinu mbalimbali, basi unakuwa unaingia unazisoma hizo mbinu na, na zi, ile mikeko uliona odds nyingi na zijumlisha hizi mechi. Mimi mwenyewe naongezea hapa hapa eh, kama hivyo unanapata zile odds kwayo, hata wewe pia unaweza ukafanya hivi. Umeona, yeah.